z utazamaji popote pale ulipo ni siku ya Jumatatu leo tarehe pili mwezi huu wa sita mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. E, ni katika kijiji cha Mina hichi Makka nchini Saudi Arabia, ambapo ni maandalizi ya ugawaji wa mahema ya kwa ajili ya mahujaji, ambapo mwenyekiti wa ugawaji wa mahema ya Sheh Hassan, ambaye niko naye hapa mbele atatupa taarifa kamili nini kinachofanyika hapa. Shehasan, ni karibu, elezee watazamaji kuhusu hali inayoendelea hapa katika mji wa Mina leo. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa baad. Kama asalamu alaykum mlivyofahamishwa, asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Hassan Rashid Muhammad mhamed, ni mwenyekiti wa operation ya Kamati ya Hija ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo tunaongozwa na Rais wa Betha Sheikh Abdalla Talibu na kamati kuu ya Betha ambayo tunayo pamoja katika kusaidiana kufanikisha ibada hizi za hija, na leo walilahi alhamdu wal minna tuko maeneo ya Mina ambayo tunagawa mahema ya mahujaji kwa mujibu wa taasisi zetu kwa ujumla, na alhamdulillah hadi sasa masuala haya yanaendelea vizuri kila taasisi kwa mujibu wa hisa zao, basi wanaweza kuangalia maeneo ambayo watakaa mahujaji katika maeneo ya Mina kwa ajili ya ibada ya Hija na inshallah baada hapo tuta mwezi nane kuelekea mwezi tisa tutaelekea Arafa nako pia tutakuwa na tuta mahema kama haya tutaweza kuweka mahujaji kwa ajili ya ibada ya Hija. Alhamdulillah, tunamwomba Allah atuwezeshe na tuweze kufanikisha ibada hii kwa wepesi na tulipe malipo yake alotujalia inshallah kuweze kupata pepo kwa pamoja eh, aljannatufirdausi kwa pamoja sote tuliokuja katika miji hii mitukufu, na awajalie wengine waweze kuja katika maeneo haya kupata kutafuta radhi za Allah na kuwapata rehma zake Wabillahi tawfiq wassalamu alaykum wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa sungetufahamisha kuhusu mahema na kana mahema, mwaka huu kidogo yamebadilika ma yamewekwa ma ya, ya condition yamewekwa kama ma, ma, ma hardboard. Hebu ungetusaidia. E, mahema kweli yanatofautiana na miaka iliyopita. Mahema ya mwaka huu kama mnavyoshuhudia wapenzi wa watazamaji kwamba yana ma hardboard ya gypsum ambayo yanazuia e, mtu yoyote kutoka isipokuwa kutumia mlango. Lakini pia ni kwamba mahujaji wanatakiwa wawe pamoja, wanakaa ndani, hawezi kufungua turubali akapenya kama mahema ya zamani yalivyokuwa kupitia maturubali yaliokuwa yananing'inizwa. Kwa sasa hivi ni wastani, tunasema ni ukuta kamili, huwezi kupita ila kwa kutumia mlango. Hii ni tofauti ya mahema ya mwaka huu na tofauti ya mahema ya mwaka jana, lakini pia tunaweza tukasema pia inaweza ikaleta unafuu zaidi kwa watu kupata stara vizuri katika maeneo haya ya Mina. Katika mahema haya yote kwa yote, upangaji umepangaje? Labda wanawake peke yao, wanaume peke yao unaonekana? E, tunatarajia tumetoa ushauri kwa viongozi wa taasisi kwamba kupitia haya mahema na yalivyo bora wakae wanawake mbali na wanaume mbali ili kuleta ufanisi wa ibada na wepesi wa shughuli mbalimbali za huduma. Kwa hivyo madhali mahome yako sehemu moja na ni karibu basi tutabadilisha hema la wanaume na hema la wanawake na kuleta wepesi katika shughuli zetu za operation inshallah. Kwa maana hiyo itakuwa bila kujali taasisi, ni watu kukubaliana. Eh, tumeshauri kama kamati iwe, tusiangalie taasisi, tuangalie wepesi wa kupata mahujaji wetu, wepesi wa ibada zao, na upesi katika suala la operation, hususan chakula na mambo mengine. Tunashauri kwamba tukae pamoja. Tuba, tubadilike. E, wa Tanzania tunahitaji kukaa pamoja tukashauriana pamoja kujenga umoja na hasa katika masuala haya ya kiibada, tusiona tena tofauti, tofauti zibakie katika kutafuta mahujaji e, ili kila mmoja afanye juhudi ya kutafuta mahujaji, lakini tunapokuja katika swala la utekelezaji wa ibada tunatakiwa sote tu wa Tanzania sote wa Islam tuhakikishe kwamba tunakwenda katika ibada tukiwa wa wamoja, inshallah na Allah tulipe pamoja inshallah wetu kwa yote. Mwenyekiti, kwa kweli mwenyekiti, ungetupa mwenye idadi ya mahujaji ilikuwa mwaka huu wa Tanzania ni mahujaji wa mwaka huu wa lillahi lhamdu wal minna, imepanda imepanda kutoka elfu tatu na mia mbili ya mwaka jana, lakini mwaka huu wa lillahi lhamdu imefika elfu tatu mia tano na thelathini na tisa E, tumefikia alhamdulillahi pahala pakubwa e, tofauti na mwaka jana. Kwa hivyo hii ni neema, lakini ni fursa pekee kwa Watanzania kuhakikisha tunafika kwa mwakani biidhinillahi taala watu elfu tano ambao hisa zetu kwa Tanzania ni watu elfu ishirini na tano na mia tano tuna uwezo kwa mwaka mmoja kuja, lakini bado tuko katika elfu tatu na mia tano. Kwa hivyo nafasi na fursa tunayo bado, inshallah Allah tujalie. Tuhimizani kutekeleza e, nguzo na wito huu wa Allah subhanahu wa ta'ala. unatoa wito gani kwa watu ambao wanatarajia kuja hija mwakani? natoa wito kuweza kujiandikisha mapema, kwa sababu hija sasa hivi ni malipo mapema na utaratibu wake unaenda mapema Tukirejea tu basi, watu waanze kujiandikisha kupitia taasisi wanazozipenda na wanazozihisi huduma zake ni nzuri, kuhakikisha wanamaliza utaratibu wa hija mapema, ili tuweze kufanikisha ibada ya hija mapema kama wizara ya hija inavyotaka na inavyotuamrisha kwamba tuamalize ibada mapema, na kinyume na hivyo tunaweza tukabaharibikiwa na shughuli yetu hii pale ambapo mitandao itakapofungwa na sikawa hatujakamilisha hii ibada ya hija. Nashukuru. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin, inaitwa Abu Hafsa Haruna ibn Jumaani <tip> wakafama akoguriwa <tip> Tanzania <tip> <tip> Alhamdulillah, tuko katika maeneo ya Mina hapa kama ambavyo tunayaona mahema haya, tuko katika uga wa kugawanyiwa mahema ambayo hajimisheni yetu ina upande wa bara na upande wa visiwani na baada ya kuyapokea mahema haya sasa ndio tutaanza kuyagawa kwa kila taasisi kupata mahema yake. Hajimisheni yetu upande wa bara inasimamiwa na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, Bakwata, chini ya unadhimu wa ndugu yetu Omar, lakini pia a, kwa upande wa viongozi wa taasisi ambaye anaongoza kamati ya mahema ni mwenyekiti wangu Sheikh Abdurahim na mimi ni msaidizi wake, kuhakikisha kwamba tuna kila taasisi inapata mahema stahiki ya visa ambazo wametoa na kila mtu akae katika mazingira yaliyo salama yasiyokuwa na mashaka. Tunataraji alhamdulillah mwaka huu kwa upande wa mahema A, tumepata suluhisho zuri na kubwa sana lenye kutosha kwa sababu siku zote mahema yanakuwa ni mahema ya matenti, lakini alhamdulillah safari hii tunaona gypsum zimewekwa na zimewekwa AC zile ambazo tunatumia majumbani, naona watu wataikimbia. Uh, ubaridi katika maeneo haya si kama ambavyo ilikuwa mazingira ya joto. Kwa hivyo tunataraji kwa Allah, tabaraka wa taala, uh, kila jambo litakuwa ni jepesi, pamoja na kuwa tunaamini kuwa ibada ya hija ni ibada ambayo ina misukosuko, ina tabu, ina mashaka, na hii ni kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema: man haja falam yarfuth wa lam yafsuk Rajaa ka yaumi waladatu ummu, yeyote mwenye kutekeleza ibada ya hija asifanye machafu, asifanye maovu, hurejea kama vile amezaliwa mara ya kwanza toka katika tumbo la mama yake. Na akasema tena katika riwaya nyingine, walhajjul mabrur laisa lahu jazaun ila ljanna, na hija iliyotakata iliyokubaliwa haina malipo ambayo Allah anaona anastahiki mlipo mtendaji wake isipokuwa ni pepo. Kwa hivyo, ndugu mahujaji wanapokuja hapa kwa ajili ya kupata pepo basi. Bila shaka uh, mitihani ya hapa na pale lazima iwepo, na hii tunasema ni mitihani ambayo huwezi ukaikimbia, lakini zile kasoro uh, shida ambazo pengine zinaweza kusababishwa na umakusudi wa kibinadamu tunaamini alhamdulillah zimetatuka kwa kiasi kikubwa sana, kama nilivyotangulia kusema mwanzo, ndugu yako Abu Hafsa Harun Ibnu Jumaani wa Kapama Ataburiu Atanzani, at nimevaa kofia hii mashallah ya Madina na hii ni kwa sababu nimetembea juwani kwa muda mrefu sana na nina matatizo ya kichwa, kwa hivyo imefanya kama vile kunikinga na jua na si kwa maana nyingine. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabla kumaliza, ungetaja taasisi yako. Mimi ni mnadhimu wa kampuni ya Peace Travel lakini pia ndiye msemaji wa kampuni hii. A, sisi tumekuja na idadi ya mahujaji hamsini na sita na tupo katika hoteli ya Burj Fuad ambayo ipo takriban a, mita mia moja na hamsini kutoka Bab Malik Abdulaziz, mlango mkuu wa kuingilia katika msikiti mtukufu wa Makkatu al-Mukarrama. Naam. Kwa maana hiyo mahujaji wako, mahujaji wenu muda wote wana swali ndani wana swali ndani ya haram e, ikiadhiniwa e, iki wanatoka hotelini wanakwenda, maana yake ni karibu na hakuna kizuizi alhamdulillah, na mashallah tabarakallah mm -hmm. Mamlaka ya Saudi Arabia mwaka huu mm -hmm. ni lazima kwamba wanasema la la haja mm -hmm. bila tasrih mm -hmm. hakuna hija hia, pasina permit, pasina, mm -hmm. pasina kibali mm -hmm. kwa hivyo, tuna vibali vyetu hivi, tunatembea kila pahala, askari wanajeshi wanakuzuia. Kila hujaji alhamdulillah amepata, tunamshukuru Allah Karim. Hajimisheni mejitahidi kwa kiasi kikubwa, wanasema mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Allah awalipe khairi. Hajimisheni kwa mwaka huu wamepambana, wamefanya Jitihada kubwa na tunaamini wataendelea kuiboresha ibada hii mpaka kila wale ambao wanaogopa kuja watakuja, kwa sababu itakuwa ni ibada rahisi ambayo mazingira yanampokea ya mtu na yanamweka ya ya katika mazingira salama salmin, inshaallah. Tutakutana baadaye katika mwendelezo wa majukumu ya kiibada, kwa sababu baada ya leo tuna kesho siku ya Jumanne, halafu siku ya Jumatano ndio mahujaji sasa rasmi watatoka katika mahoteli yao eneo la Makkatul Mukarrama nakuja hapa

kwa kuanza kuingia katika ibada yenyewe ya hija na siku ya Alhamisi watasimama katika viwanja vya Arafa, na siku ya Ijumaa itakuwa ni siku ya kuchinja, kurembea vijiwe, kunyoa, kufanya tawafu nasai, na sai na kuikamilisha hija yao. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala awajalie pia ndugu zetu ambao hawapo katika maeneo au hawatokuwepo katika maeneo haya ya viwanja vya Mina na mpaka Arafa katika siku ya Arafa, basi waungane na mahujaji kwa kufunga, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema uh, wasaumi yaumi arafa, na funga ya siku ya Arafa tukaffiru sanata almadhiya walbaqiya, inamfutisha mtu madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Mahujaji watasimama Arafa siku ya Alhamisi, funga uweze kuzipata thawabu hizi. Ndugu yako Abu Hafsa Harun ibnu Jumaani wakapama Altaburiyu Altanzani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wa wabarakatu. Assalamu, alaikum takbir, ta ta ta Allahu akbar wa wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh, barakatuh. Naitwa Musa Zubeiri Paulo mimi ndio mwenye majukumu ya kusimamia system ya hija ya Tanzania bara yote na ndio ninaetoa visa e, na tuko chini ya ya pesa o, mimi ni mmoja wa members wa pesa. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu. Kwa majina naitwa Ustadh Omar Hassan Muhamedi Msenga, ndio mnadhimu wa Majlis al-A'la li shu'uni Islamia Bakwata maarufu. Eh, tumko kweli tume Bakwata kwa mwaka huu ndio imedhamini mahujaji wote wa Tanzania bara, kwa hiyo sisi wenguli wa Bakwata umechukua nafasi yake ya kuwachukua Islam wote na taasisi zote za Tanzania bara zote zimekusanywa kwa pamoja, na waislamu wote wako kitu kimoja, katika kuanzia tangu kwenye kujiandikisha na mpaka sasa hivi kwenye kugawa mahema. Mahema yaliyoko hapa tumeyagawa katika taasisi mbili tu, kuna taasisi ambazo ni za Tanzania bara na taasisi za visiwani. Kwa hiyo na huku Bakwata ndio pekee ambayo imechukua nafasi si ya, ya, ya taasisi zote E, taasisi zote ambazo zimekuwa chini ya mwemvuli wa baraza kuu la Waislamu wa Tanzania Bakwata, walillahi alhamdu. Mheshimiwa Mufti wa Tanzania ameongoza jopo hili la taasisi zote za Tanzania katika kusimamia jambo hili kubwa la hija, na kwa sasa hivi tuko katika viwanja vya Mina kwa ajili ya kuchukua na kubeba dhamana ya mahema au matandiko ambao watakuja kulala mahujaji wetu wote wa Tanzania bara. Hii ni dhamana kubwa ambayo amebeba Mheshimiwa Mufti, e, chini ya idara yake ya hija ya, ya Bakwata. E, idara yenyewe inafanya kazi vizuri, walilahi alhamdu, imesafirisha watu wake, wote wako salama mpaka sasa hivi, wanakwenda vizuri e, wanaenda vizuri Bakwata. Kwa kweli e, tunashukuru kwa mwaka huu hatukuwa na wagonjwa kuvile hatukuwa na watu ambao labda wameleta shida, twashukuru alhamdulillah wa rabbil alamina. Mpaka kesho hivi ndio rasmi watu wataanza kutoka katika mji wa Makkatul Mukarrama kuelekea katika viwanja vitukufu vya Mina kwa ajili ya kuanza rasmi masala ya hija. Hija itaanza rasmi kesho insha Allah kwa kuanzia saa tano usiku. Hawa almasiha ambao ndio wanaotusimamia sisi katika kutuhudumia huku katika viwanja hivi vya Makka na Madina, basi wao wamechukua dhamana kwamba kesho kuanzia saa tano usiku wataanza kuzileta taasisi moja hadi nyingine, kuanzia hoteli zote za pale Misfala na hoteli za maeneo yote ya Makkatul Mukarrama zote taasisi zitakuja katika viwanja hivi, na ndio maana leo tumesimama hapa au tumekuja hapa na viongozi wote wa taasisi zote kwa ajili ya kuweza kugawana e, kila taasisi itakaa wapi na waislamu waweze kutekeleza ibada yao ya hija. E, kwa, kwa hiyo kabla kumalizia, Bakwata amekuja na viongozi wa ujaji wangapi mwaka huu? Aa, kwa mwaka huu Bakwata pekee yenyewe kama yenyewe Bakwata imekuja na mahujaji 125. Bakwata yenyewe kama Bakwata inakuja mahujaji 125 masheu, lakini kwa emvuli wa wa wake mashehe wa mikoa wamekuja, mashehe wa mikoa wanne wamehudhuria katika hija ya mwaka huu, na wote wako salama na inshallah, wataendesha ibada vizuri katika viwanja hivi vya Makka na Madina. Yuko Sheikh Samir kutoka Shamsul Maarif kutoka kule Tanga, yuko hapa. Kwa hiyo wako mashekhe mbalimbali ambao wako makadhi. Yuko kadhi wa Arusha, Shekhe Kiungiza. Yuko kadhi wa Mbeya pia me, yeye naye pia ni miongoni waliokuja katika, na mashekhe wa wilaya pia tunao wengi wamekuhudhuria wamekuja katika ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, kupata ibada hii ya hija. Pia kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kulisimamia jambo la hija mpaka sasa ame, ameipa Bakwata ndege kutoka Dar es Salaam mpaka Dubai kwa kuitumia ndege yake ya air ya Tanzania. Kwa hiyo hilo ni jambo kila pia la kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kitu kikubwa sana na insha Allah makani nafikiri tutapewa ya moja kwa moja da to Jeddah, insha inshaallah tunaamini Mwenyezi Mungu atatuafikisha hilo. alhamdulillah rabbil alamin was salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Uh, mimi naitwa Rashid Habibu Ali Kombo ni mwenyekiti wa taasisi ya Tatawa kutoka Zanzibar. Uh, kwa mwaka huu nimekuja na mahojaji uh, sabini 34 wanawake na 36 wanaume. Alhamdulillah, mambo yote yanakwenda vizuri kama tunavyoyaona kwenye mahema na Maka na Madina, tumeshaanza kila kitu kinakwenda sawasawa sawa. Inshallah, tuombe Mwenyezi Mungu atupeleke hivi, tumalize salama, turudi salama, turudi tulilolijia tulipate, inshallah. Vipi <muchos> hali ya wako wote wako sawa? Alhamdulillah. bismillahi rahmani rahim, alhamdulillah rabbil alamin, salatu salamu ala rasul ba'd. Uh, kwa jina naitwa Sheikh Khalifa Muhammad Sultan Zakwani ni naikilisha Jumuiyatul Haramain hapa na leo e, tumekuja kutembelea mahema ambayo tutaweza kuikaa katika kipindi hiki kuanzia leo mtaru ya mwezi nane kesho kutwa eh, Jumatano na alhamdulillah, tumekuja mazingira ni mazuri, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutuafikisha. vipi hali ya mwujaji? hali ya mwujaji alhamdulillah, si mbaya, ni nzuri kwa sababu wana hamu ya kufika hapa kesho kutwa, jamani, inshallah yapo. Kuna changamoto ya hali ya hewa, lakini inshallah Mwenyezi Mungu atawawezesha kuwa katika hali nzuri inshallah. A... kwa sisi ya uzoefu hatuoni kuna ugumu mkubwa, lakini mahujaji bado, kwa sababu degree ya joto iko juu sana na kiasi, kwa sababu wengine na wanatoka katika sehemu za baridi, ni joto ni moto kidogo, lakini inshallah Mwenyezi Mungu atawezesha. Mtume Salma sema alhajj jihad hija ni jihadi na inshallah Mwenyezi Mungu atawezesha na tutawezesha sote inshallah. Kwa majina naitwa Abdurrahim Tumaini Rabu Rakilia, mm -hmm. ni mkurugenzi wa Ibn Batuta Tours Limited, ambaye kwa hapa nipo katika kamati ya mahema na sasa tunakagua mahema yetu ya mwaka huu 2025. Eh, watu wanakuja kwenye hija. Wallahi alhamdu, kampuni hii mashallah ni kampuni ambayo imejitahidi, imeteka mahema katika hali nzuri AC ipo ya kutosha. Wallahi alhamdulillah tumshukuru Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ajalie tu wageni wake atukabalie hija zetu inshallah na tufanye hija kwa salama na watu wamalize hija kwa salama na warejee nyumbani wakiwa dhamban maghfuran wa sayan mashkura. Inshallah hapa tuko katika maandalizi ya kukabidhiwa mahema na Mashariq al-Masia ni shirika ambalo linajitahidi. Tumeona mahema yao katika hali nzuri kabisa na itaondoa zile tofauti tofauti na lawama za ambazo zinatokea miaka ya nyuma, insha allah, bi yep. alaikum, wa biidhnillah wa wa mwaka huu vimbatuta wallahi, alhamdu tumepata mahujaji 55, tunamshukuru mm. Allah subhanahu wa ta'ala, ni idadi ndogo tunaweza kuidhibiti sisi. Tumefikia Uh, katika hoteli ya Tariq al-Hijra ambayo karibu sana na miskiti. Tulianzia Madina mwaka huu, tulijaribu kuanzia Madina ili tuone itakuwaaje na wallahi alhamdu ni khairi kweli. Ni khairi kweli kuanzia Madina na Makkah alhamdulillah, tumekuja tumefanya umra vizuri, watoto wamefanya umra kwa salama na vizuri. Tunasubiri tarehe saba ambayo ni kesho usiku kwa mkia nane ambao tutakuja kuingia Mina na alhamdu, Allah jalie khairi Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Awali yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rehma na amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama kwa hakika, ndugu watazamaji, hii ni eneo katika maeneo matukufu katika ibada yetu ya Hija, ni maeneo ambayo yanaitwa viwanja vya Mina na siku ya leo ni tarehe sita kiuhalisia, lakini kama mnavyojua mchakamchaka wa ibada ya hija unakuwa ni mzito, kwa hiyo inabidi tuje mapema kuangalia na kuhakikisha maeneo ambayo wataishi na watakaa mahujaji kwa muda wa siku takriban zis, zis, zisizopungua tatu mpaka tano. Maana siku ya tarehe nane watakapokuja hapa watakaa kisha tarehe tisa wataenda katika viwanja vya Arafa na watalala Muzdalifa, kisha tarehe kumi watarudi hapa. Kumi na moja, kumi na mbili wanaweza wakaondoka wakaviacha viwanja hivi, au wakaamua kumaliza mpaka tarehe kumi na tatu. Kwa hiyo ni viwanja ambavyo mahujaji watakaa kwa muda mrefu baada, baada ya kutoka katika maeneo yao waliofikia mahotelini, na kama mnavyoona kuna baadhi ya ma, maboresho yamefanyika tofauti na maeneo ambayo walikuwa wanafikia mahujaji wa Tanzania hapo nyuma, na imetubidi tuje hapa ili kupunguza ile adha kwa mahujaji pindi watakapokuja, ili waweze kuyajua maeneo yao na wapi watafikia bila kupata shida yoyote. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuzidishie kila la khairi, na atulinde tuweze kumaliza ibada hii kwa salama na turejee majumbani kwetu huku tukiwa tumevuna kile ambacho tunatarajia kukivuna cha kheri, na tunawaombea wengine ambao wako majumbani mwetu, wako nchini mwetu, waweze na wao katika siku za usoni kufanikiwa na kuja kujiunga nasi huku ili waki, wapate kile ambacho na wao wanatamani kukipata. Lakini tusisahau pia kuiombea nchi yetu. Nchi yetu hivi karibuni itaingia katika, katika uchaguzi, na sisi ili tuweze kumwabudu Mwenyezi Mungu wetu vizuri, nchi yetu lazima iwe na amani. Kwa hiyo tuiombee nchi yetu amani, Allah ailinde, aiepushie mbali migogoro aina yoyote ambayo itaingiza nchi katika maisha hatarishi. Lakini pia tuwaombee viongozi wetu, Allah awape subira na awape utulivu na waongoze nchi kwa busara na hekima ya hali ya juu, kwani nchi ikiwa na amani ndiyo nchi ambayo kila mmoja anatamani kuishi. Baada ya kusema haya uh, hilo swali naona atamalizia ata ndugu yangu pale Ishaka atasema kwamba amekuja taasisi gani inshallah. Ishaka, umepewa umalizie swali. E, mmekuja na taasisi gani? Eh, eh, mko wangapi? Kwanza jitambulishe mwenyewe uh -huh. Uh, asalamu alaykum wa rahmatullahi warahmatullahi wa barakatuh kwa jina anaitwa Ishaka Ali Bantulaki. Uh, nimekuja na taasisi ya Zamzam. Na mwaka huu mmekuja wangapi? Alhamdulillah, mara hii yeah, namba yetu iko mia moja hamsini na tano kama sijakosea. Mia moja hamsini na tatu. Ah, mashaallah. Aa, wallahi tunashukuru kwenye watu wengi hakukosi changamoto, lakini kwa jitihada za viongozi aa, zina, wanajitahidi kuzitatua Ah, mara hii tuko Misfara chini ya nyuma ya Ah, fundu Kifalestina. Shukrani sana.